Habari. Leo tunakwenda kuangalia moja mada muhimu sana kuhusu mambo kuzingatia kwa mama mara baada ya kujifungua. Kipindi cha baada ya kujifungua tunaita postpartum period. Kipindi hiki ni muhimu kwa mama na mtoto, lakini leo tunakwenda kuangalia mambo gani mama anapaswa kuzingatia ili aitunze afya yake na boreshe afya yake na aweze kumtunza mtoto wake kwa usalama, kuwe vizuri lakini pia yeye mwenyewe awe na afya bora daktari Lenny undani yake utakuwa nami daktari mada hiyo kwa undani. Kama bado ukijiunga nasi, bonyeza alama subscribe kisha kingia pembeni yake utakuwa umejiunga nasi katika channel yetu. Jambo la kwanza kuzingatia ni kupumzika ya kutosha. Mama mjamzito kipindi hiki ni kipindi ambacho mwili wake unarudi katika hali yake ya ke, ya mwanzo ya kawaida kabla hata kupata ujauzito. Sasa wakati wa ujauzito, mama alikutana na uchungu mwingi sana, lakini pia wakati wa kujifungua wakati wa leba mama alipata maumivu makali sana, hivyo kipindi hiki anahitaji kupata muda wa wa kutosha wa kupumzika. Nashauri mama awe analala kipindi ambacho mtoto amelala, ili aweze kunyonyesha kipindi kunyonyesha tunashauri pia mama kipindi hiki asiye atafanya kazi nyingi sana, ili apate muda mwingi wa kupumzika, kwani kipindi hiki ni muhimu sana kwa mwili, unahitaji kujenga upya taratibu. Jambo la pili ambalo mama anahitaji kulifanya ni kuzingatia usafi. Tunashauri mama mjamzito aanze usafi mara tu baada ya kutoka kwenye kitanda cha leba, yaani buguzi, akishamaliza kumzalisha basi mama aanze usafi mara moja. Usafi wa kwanza ni kusafisha eneo la uke, okay, baada ya kutoa kondo la nyuma. Kwa hiyo hakikisha anasafisha vizuri, kama ambavyo taelekeza na muuguzi. Lakini pia usafi binafsi, kuoga. Mama pia anapaswa kuzingatia usafi wake binafsi, hakikishe hakae na uchafu muda wote. Lakini pia kama alivyofanyiwa pasuali, nashauri kutunza kidonda usafi wa kidonda. Kidonda kisiwe katika hali ya unyevu, kisiwe na majimaji, kisikae kidonda kichafu. Kama kina viashiria vyote vile, kidonda cha uchafu, harufu, au kinatoa maji, kinatoa usaha, wahi mara moja kwa daktari. Kidonda chako mama, kinapaswa kuwa kikavu muda wote. Ukiona kinatoa majimaji, wahi hospitali kwa daktari mara moja. Jambo lingine la kuzingatia katika kipindi hiki Mama anapaswa kumnyonyesha mtoto wake mara moja kwanza kabisa, ndani ya saa moja baada ya kujifungua. Hakikishe ananyonyesha mtoto wake ili aweze kumpatia virutubisho muhimu ambayo vinahitajika. Kwa hiyo virutubisho hivi vitamsaidia mtoto kutengeneza kinga yake ya mwili ambayo itamsaidia ajikinge na magonjwa mbali mbali. Kwa hiyo ni vitu vya msingi ambavyo mama anahitaji kuvifanya mara moja mara tu mara baada ya kujifungua. Kitu kingine mama anahitaji ni lishe bora. Lishe bora, naulia tena, mama anahitaji lishe bora kutoka katika makundi yote, ili kwanza aweze kutengeneza virutubisho muhimu vitakavyomsaidia atengeneze maziwa ya kutosha, lakini pia ajenge mwili wake kwa ajili ya kumnyonyesha mtoto ipasavyo. Kwani kipindi hiki anahitaji ale, ashibe vizuri na apate maziwa ya kutosha ili amnyonyeshe mtoto. Kama hatakula vizuri, basi mama hawezi kupata maziwa ya kutosha. Lakini kama akila vizuri na kunywa maji mengi, basi mama huyu ataweza kumpatia mtoto wake maziwa ya kutosha, wakati yeye anaendelea kuwa na afya bora. Jambo lingine la kuzingatia ni kuhudhuria kliniki mara kwa mara. Mama mjamzito mara baada ya kujifungua atapangiwa mahudhurio na muuguzi au daktari. Kwanza ni baada ya siku saba baada ya siku 14 na baada ya siku 28 na baada ya siku arobaini na mbili. Kwa hiyo mauzurio haya ni muhimu kwani yanasaidia kuchunguza afya ya mama na afya ya mtoto. Lakini pia mama anapaswa kuangalia dalili hatarishi kama kuwa na homa, kuvuja damu nyingi sana mara baada ya kujifungua, lakini pia kupata kizunguzungu, kichwa kuuma sana. Hizi ni dalili hatari ambazo kama mama atakuwa nazo hakikisha mara moja. Na kama nifanyia paswaji inaongezeka, dalili ya kidonda kutoa harufu mbaya, kutoa usaha na kutoa maji maji. Ukiona dalili hizi, basi wahi kituo cha afya au hospitali mara moja. Jambo lingine la kuzingatia ni kufanya mazoezi. Mazoezi husaidia kuimarisha mwili wa mama, kumpatia nguvu, lakini pia husaidia mwili wa mama taratibu kwa haraka zaidi. Kwa hiyo usiwe tu mtu wa kulalalala, basi fanya mazoezi mepesi mepesi kama kutembea na kufanya shughuli ndogo ndogo. Tumesema kipindi hiki mama anapaswa kupumzika, lakini haimaanishi kwamba anapumzika kabisa. Unafanya mazoezi kidogo na unapumzika ili mwili wako upate kujijenga vizuri. Jambo lingine la kuzingatia, kama mama ana changamoto yoyote ili kukata ujauzito, kama alikuwa na pressure, kama alikuwa na kisukari, kama alikuwa na kifafa Mama hakikisha unazingatia dawa zako ambazo umepewa na daktari. Hakikisha unatumia dawa, kama ulikuwa na changamoto yoyote endelea kutumia dawa kama ambavyo umeelekezwa na daktari. Kitu kingine ni maumivu. Kwa hiyo, jambo lingine ni kwa ajili ya kukontrol maumivu, kukabiliana na maumivu. Kipindi hiki baada ya kujifungua mama anaweza kupata maumivu ya tumbo makali ambayo yanaendelea maumivu haya mara nyingi yanaweza kutumia dawa za maumivu, lakini maumivu yakizidi kizidi wanaenda daktari, kwani anaweza kashiria kuna kitu fulani bado hakipo sawa. Kwa hiyo tunakushauri ukiwa na maumivu yanazidi, hakikisha umerudi hospitali, maana daktari umemwelekea jinsi maumivu ambavyo anasikia ili aweze kukushauri. Lakini kitu kingine cha kusaidia kupunguza maumivu kwa haraka ni kumasaji lile eneo, kama sehemu ya uke inapata maumivu na kutawuta, basi una masaji ya maji ya unakanda kidogo na maji ya vuguvugu anasaidia kulainisha na kupunguza maumivu. Jambo lingine ambalo mama anapaswa kuzingatia mara tu baada ya kujifungua ni afya ya sa saikolojia au afya ya akili. Baadhi ya wajawazito baada ya kujifungua hupata matatizo ya kisaikolojia yanayowafanya kwanza, wahisi kwamba kuna kosa wamejifanya au wanapata hamu ya kumuua mzuri mtoto bahazi ha wanakuwa hawana angu tena koyo, familia, na mzazi. Kwa hiyo ni jukumu la familia kukaa na wewe mama ambaye amejifungua, kumshauri na kumwelekeza ili aweze kudhibiti hali yake ya, ya msongo wa mawazo na apate kurudi katika hali ya kawaida, lakini pia ni jukumu pia la mwenza pia kuhakikisha huyu mama anashauriwa anaelekezwa kwa undani kwamba hali hii ni hali ya kawaida. Kuna wajawazito ambao kuna tuna mama ambao baada ya kujifungua tu anapata hali ya Mkataa mtoto, yani mtoto anakuwa hampendi hata kidogo, anakuwa na mwacha mwingine, anapata tahamu kwenda kumtupa. Jambo hili si jambo geni sana ha, sio kwamba hao ni wakatili au vipi. Inawezekana alikuwa ana tamani sana kupata mtoto, lakini baada ya kupata mtoto mtoto anamchukia kwa mtot. mtot, hiyo kutokana na mamivi pengine aliyopitia. Hii ni hali ya kisaikolojia ambayo inahitaji ushauri, inahitaji kukaa na familia pamoja, lakini ni hali ambayo inatokea ndani ya wiki tatu za mwanzo na baadaye inakaa sawa, kama ilifanyiwa ufumbuzi. Jambo jingine ni uzazi wa mpango. Tunashauri mamamama baada ya kujifungua ashauriwe na daktari jinsi ya kupanga uzazi unaofuata, na ashauriwe ni njia gani ambayo atatumia, kama anatumia njia ya kalenda au njia nyingine ambayo daktari atamshauri. Njia hii itamsaidia daktari, itamsaidia mama gani ambapo apate mtoto kama baada ya mwaka mmoja, daktari atamshauri afanye nini. Kitu kingine cha kuzingatia ambacho ni muhimu sana, nasema kwamba ni muunganiko kati ya mama na mtoto, nataka bonding. Sasa bonding kati ya mama na mtoto inatokana na ukaribu wa mama na mtoto. Jinsi ambavyo mama anapokaribu mtoto wake, basi ndivyo ambavyo mtoto kucheza naye hata kama ni vizuri basi kucheza naye na uzuri ni kwamba ukicheza na mtoto basi anaanza kukuzoea. Basi, hakikisha mama mtoto amekuzoea wewe kuliko mtu mwingine yeyote. Sio mtoto wako anamzoea dada wa kazi kuliko ambavyo amekuzoea wewe, hilo ni jambo ambalo si jema na si zuri. Natushauri hivyo, hakikisha mtoto wako amekuzoea wewe kuliko hata dada wa kazi au kuliko mtu mwingine, kwani ndiye ambaye unamtuza wewe mtoto na ndiye ambaye unajua ugumu na changamoto za uzazi wa huyu mtoto. Kwa hiyo hayo yalikuwa ni mambo ya msingi ya kuzingatia kipindi ambacho mama ameshajifungua, postpartum period. Ni mambo ya msingi na ni mambo ambayo kama yakizingatiwa na kufanyiwa utatuzi na ufuatiliaji, basi mama huyu atakuwa na afya iliyoimarika. Katika mada zinazokuja tutaelezea mambo ya kuzingatia kwa mtoto wako. Haya yalikuwa ni mambo ya kuzingatia kwa mama, kwa mama ya mtoto, kisha umezingatia mambo haya. Ulikuwa nami daktari Lenny Komba. Kama kuna jambo umejifunza au ungependa kujifunza niandikie kwenye comment section, nasi tutajifunza zaidi. Utokea siku njema.